Amar, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, naishukuru serikali kwa kutoa milioni 250, tayari sisi tumeshazipokea kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kata ya Busolwa. Swali ni lini sasa serikali itatenga fedha kwa ajili ya kujenga nyumba ama jengo la mama na mtoto kwenye kituo cha afya Nyijundu pamoja na Kafita. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, namshukuru Mheshimiwa Amar kwamba jimbo lake tayari wameshapokea milioni mia mbili na hamsini ambazo likuwa ni ahadi na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa majimbo yote 214 na hii ni habari njema kwa Waheshimiwa wabunge wote wa majimbo haya ambao umeanza kupata, kupata hizo fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo hivyo. Kwa hiyo niwahakikishie kwanza Waheshimiwa wabunge, kwa sababu jambo hili limekuwa lifuatiliwa mara kwa mara kwamba serikali imeanza kupeleka fedha hizo, tuwe na subira, lakini tuendelee kuwasiliana na wakurugenzi wa halmashauri kuona kama fedha zimeingia kwa ajili ya kuanza utekelezaji mapema iwezekanavyo. Kuhusu vituo vya afya ambavyo Mheshimiwa Mbunge amevitaja, naomba nimwakishie Mheshimiwa Mbunge, ikiwa vituo hivyo vinakidhi vigezo vya kata za kimkakati, serikali kwa awamu itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kujenga vituo hivyo, na kwa hivyo naomba uwasilishe kata hizo, na sisi tutazifanyia kazi kuona kama zinakidhi vigezo ili kazi za ujenzi zianze kutekelezwa.